Ale haleluya, watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Nina wasalimu nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ale hai. Ninamshukuru Bwana Yesu kwa nafasi mfano wa hii ambayo amenipea kuwa mbele zenu jioni ya leo. Bwana asifiwe sana. Ninaamini nyote mpo salama e. Tunapoelekea kuumaliza mwaka, tunabakiza siku kama mbili hivi, tuende kuumaliza mwaka, tunabakiza wiki, siku kama mbili, tuende kuumaliza mwaka. Bwana asifiwe sana Mejipangaje kwa ajili ya ku uendea mwaka ujao? Mejipangaje kwa ajili ya mwaka ujao? Mejipangaje kwa ajili ya kumfanyia Bwana kazi mwaka ujao? Mejipangaje kwa ajili ya maisha yako ya mwilini mwaka ujao? Unawaza nini kwa ajili ya Bwana? Mnawaza nini juu ya Bwana mwaka ujao? Bwana asifiwe sana Mna mafikirio gani? Una maono gani kwa ajili ya kazi ya Mungu mwaka ujao? Bwana asifiwe sana. Unaona nini mbele yako mwaka ujao katika huduma ulionayo ambayo Mungu ameiwekeza ndani yako? Unafikiri nini kwa ajili ya kupiga hatua ama ongezeko la kiroho na la kimwili? Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, katika mwaka ujao wa elfu mbili na ishirini na sita, kwangu mimi utakuwa ni mwaka wa kumtafuta Bwana kwa machozi. Bwana asifiwe sana. Kwangu mimi utakuwa ni mwaka wa kumtafuta Bwana kwa machozi, kwa gharama yoyote, kwa hatari yoyote. Utakuwa ni mwaka wa kuhubiri neno pasina kuangalia cheo ama sura ama umbo wa mtu. Ni mwaka wa kuhubiri neno kisawa sawa. Eh, udhaifu wowote ambao nilikuwa nao mwaka huu ama niko nao mwaka huu, mwaka ujao nitahakikisha udhaifu huo ninauondoa kwa uwezo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ulegevu wowote ambao nilikuwa nao mwaka huu nitahakikisha mwaka ujao ulegevu huo ninauondoa kabisa. Maana imeandikwa na laaniwe mtu yule afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Bwana sifiwe sana. Sitamani kulaaniwa, natamani nifanye kazi ya Bwana kwa moyo na kwa nguvu zangu zote. Imeandikwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako na vingine vyote mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote. Kumpenda Mungu ni kutenda mema, lilo jema. Huko ni kumpenda Mungu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Bwana sifiwe sana. Tenda mema kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Tenda mema kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya watu. Bwana asifiwe sana e. Mwaka ujao anza na Bwana, endelea na Bwana, maliza na Bwana wendake -we -we -we. Kuna watu ambao kwa asilimia kubwa mwaka huu e, mlifeli. Mlifeli, mkaangalia nyuma mlifeli, mkafuatisha dunia hii, mlifeli mkafuata miungu mingine, mkaanza kuabudu sanamu. Bwana asifiwe sana, mkaanza kuona ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ni pamoja na uzinzi, ni pamoja na uasherati, ni pamoja na vingine vyovyote. Hiyo ndio ibada ya sanamu. Huenda mwaka huu ulikuwa na dunia, ulibeba dunia moyoni mwako, lakini mtu wa Mungu, ni kusii sana mwaka ujao Usifuate dunia, usienene na dunia, mumfuate Yesu, mbebe Yesu, usibebe dunia, mbebe Yesu kisawasawa. Wenda mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ulibeba dunia, ulikwenda na dunia, lakini kusii sana katika mwaka ujao. Anza na Bwana, anza na Bwana, anza na Bwana, anza na Bwana. Watu wa Mungu, tumejisahau sana, mejisahau sana, jisahau sana. Hebu jiulize kwanza Hebu kwanza ujiulize kwa nini upo duniani mpaka leo? Hebu fikiria, hebu fikiria, kwa akili yako. fikiria kwa akili yako. Ni wangapi ambao mwaka huu walipotea, walipotea, walikufa? Wengine walipoteza wazazi wao, wengine wake, wakezao wengine wa waume zao, lakini bado wewe upo, upo duniani unaishi, bado wewe unatembea, unakula, unapumua lakini bado eti unashindwa kumtumikia Bwana, unashindwa kumkumbuka Bwana. Mtu wa Mungu, mwaka ujao anza na Bwana, endelea na Bwana, maliza na Bwana. Usifuate namna dunia hii, usibebe dunia. Mtu wa Mungu, mbebe Yesu, nenda na Bwana. Imeandikwa Henoko mtu wa saba baada ya Adamu alikwenda pamoja na Bwana. Henoko alikwenda na Bwana. Je, wewe mtu wa Mungu, wewe unakwenda na nini? Wengine mpaka leo wanakwenda na dunia. Mungu atume sana watu wa Mungu, usikubali mwaka huu uishe na ujaokoka. Ni kweli kuna siku mbili, ni kweli, lakini usikubali mwaka huu uishe na ujaokoka, wala usikubali kufa kama ujaokoka. Kufa ni saa yoyote lakini kuokoka si saa yoyote. Bwana sifa sana. Kufa ni saa yoyote, unaweza kufa, lakini kuokoka sio saa yoyote. Kutubu dhambi sio saa yoyote. Unaweza kutubu? Hapana, kutubu ni neema, ni neema kwa mtu. Mungu kipata nafasi ya kutubu dhambi, tubu dhambi, hata dhambi. Mkumbuke Yesu, mkumbuke Yesu. Imeandikwa Marko 1:15, anasema Akasema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini Injili. Unafikiri nini juu ya Bwana eh? Eh, tukiumaliza mwaka mwaka wote tukiumaliza, unapiga hatua gani katika Bwana? Unapiga hatua gani katika Bwana? Natamani ongezeko. Mimi natamani ongezeko. Natamani ongezeko la kiroho. Natamani ongezeko la kiroho. Natamani niongezeke. Natamani niongezeke sana. Hani natamani niongezeke kweli kweli. Kweli kweli. Kweli kweli. Kweli kweli. Kweli kweli. Neema na amani jiwe nawe. Usikubali mwaka uishe na ujaokoka. Usikubali kufa na ujaokoka. Tengenezeni matendo yenu. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wa haki yu karibu kuja kumlipa kila mmoja sawasawa na kazi yake. Hii ee, ndio maana ya neno Maranatha, na uje Bwana Yesu.